Kuna tatizo gani kwamba Matola mm -hmm. Wewe unapokabidhiwa timu mm -hmm. Timu ina perform vizuri tena wanajituma, lakini kocha akiwa anashirikiana na kocha wa kigeni, mm -hmm. timu haiperform. Uh, unahisi kuna kitu ya, wa kigeni timu gani? Sasa mimi kuna vitu ambavyo nahisi mm -hmm. Sasa katika kuhisi kwangu na maoni yangu kwamba kama Matola ni kocha msaidizi mm -hmm. Na kama anataka an, viongozi wanataka kumkabidhi timu mm -hmm wamkabidhi timu Matola peke yake awe kocha mkuu, awe kocha mkuu. Asiwe na msaidizi? Asiwe na msaidizi kutoka kocha wa kigeni asiwe naye, akabidhiwe timu yeye, amchague kocha wake msaidizi, awe kocha mkuu inawezekana. Kwa nini siwezekane? Linawezekana. Mbona kocha msaidizi yupo mpaka leo? mm -hmm. Leo makocha wakuu karibu tisa tumewafukuza, yeye yuko pale pale, amebaki yeye. Ana msaada gani kwetu? Pengine labda anajua timu vizuri ah. Kama angekuwa naijua tungekuwa tunapata matokeo mm -hmm. Au makocha wasingefukuzwa mm -hmm. Okay, mwandishi, unajua unaponiambia kwamba kuna kitu, je, ana faida gani? Wache, wa makocha wakuwa wafukuzwe, wanafukuzwa timu haiperform vizuri, yeye kwa nini anabaki pale? Hana msaada wowote lakini umeniambia mechi tatu mlizocheza na Matola zote mmeshinda. Ndio hiyo nimekuambia, narudia tena sawa, ndo msaada wenyewe sasa. Kama msaada mwenyewe wakati yeye kwa peke yake mm, kama kocha mkuu basi akabidhiwe timu mm. Yaani mimi na, kuna option mbili tuchague kitu kimoja kwenye option mbili tuchague kitu kimoja, Matola abaki kama kocha mkuu, asiwepo kocha wa kigeni na kama mnamtaka kumleta kocha wa kigeni Matola asepe, aondoke. Matola aondoke kama mnamtaka kumleta kocha wa kigeni. Narudia na natilia na mkazo, hiyo Matola aondoke, Matola aondoke, kwa sababu huyu kocha ambaye anakuja aje na msaidizi wake, ndio hapo sisi tutajua tatizo pali liko wapi kwenye benchi. Je, yeah, Matola ana shida au makocha wa kigeni wana shida? Kwa sababu bila hivyo sisi tunakuwa tutajiuliza tu kila siku, kwa nini makocha wakuu wanaondoka huyu bado anakuwa na baki kwenye timu <tutu> <tutu> <Yeah. tutu> ndio na, na, no, hivyo nimeongea kwamba akibaki timu ina performu. Sasa hapo kuna, kuna maswali mengi yanatujia.